Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka, sura ya 11 aya 27 hadi 28. Ikawa Yesu alipokuwa akisema, mwanamke mmoja katika mkutano alipaza sauti yake akamwambia, heli tumbo lililokuzaa na matiti liyoyonyonya. Lakini yeye alisema, afadhali heli walisikia oneno la Mungu na kulishika. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Wapendwa wana familia ya Mungu, wazazi wanao wajibu wa kuwalea vema watoto wao, kuwalea katika maadili stahiki, na tukumbuke malezi ya mtoto yanaanza akiwa angali tumboni, kisha anapozaliwa na katika makuzi na majiundo yao hasa katika imani msingi, ili watoto hawa wakikuwa katika misingi ya imani na kumpendeza Mungu, matunda au mafanikio wanayoyapata kupitia, kupitia malezi ya wazazi wao wa sifa zinarudi kwa wazazi wao wa watasema, heli wazazi wa mtoto huyu, heli waliomlea wali mtoto huyu. Ndivyo hivyo ambavyo mama yetu Bikira Maria anapata sifa kutoka, kutokana na matendo ambayo ameyatenda Bwana wetu Yesu Kristo katika kufundisha kwake, kuenenda kwake, waliona ni kijana mwenye kufaa. Ndio maana huyu mama katika Injili tuliosikia leo akasema heli tumbo lilokuzaa na matiti yaliyonyonya kumbe, wazazi tunao uwajibu mkubwa wa kuwalea vema watoto wetu kwa ajili ya ustawi wa kanisa, kwa ajili ya ustawi wa jamii, kwa ajili ya ustawi wa ulimwengu mzima. Changamoto tunazokuwa tunazipitia katika maisha yetu, changamoto tunazokuwa tunazipitia kwa watu wasiotenda haki, viongozi wasiotenda haki, watu wasiotenda vilivyo vyema, bado lawama au kutowajibika ni kwa wazazi. Laiti wazazi wangewajibika vyema tungekuwa na taifa lililojema, taifa lililo bora, taifa lenye haki, taifa lenye amani, kwani wale waliopewa dhamana wamelelewa vema na wazazi wao. Wazazi, tuna uwajibu wa kuwalea vema watoto wetu, ili zisifa kama alizopata mama yetu Bikira Maria kwa sababu ya utendaji wa Bwana wetu Yesu Kristo waweze kuzipata, wazazi wetu. Na baraka yake Mungu Mwenyezi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima.